Katibu wa siasa, itikadi, uenezi na mafunzo ya Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Taifa, Amos Gabriel Makalla, alisema hakuna chama chochote chenye mamlaka kuzuia uchaguzi kwa kuwa ni takwa la katiba ya nchi. Tuungane sote, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa Habari Kiganjani. Huu ni wakati mwingine tena ambapo tunakutana hapa hapa kuna channel ya kupendwa kabisa ili kuweza kuhabarishana habari, habari zinazojiri ndani ya Tanzania na nje ya mipaka Tanzania. Kuanza kwa slogan ya Chadema ya no reform no election bado kizaaza kwa CCM toka ianzishwe. Itakumbuka kwamba katibu wa siasa, itikadi na uenezi wa chama cha mapinduzi CCM, Taifa Amos Makalla alichukuliwa hatua kali mara baada ya kutoa kauli yake kwamba Chadema yawataka kusambaza magonjwa ya Ebola na Mpox nchini, ambapo sehemu ya kauli yake ilisema chama cha Chadema kinakusanya fedha za kisingizio cha kuandaa umma kupinga uchaguzi, kupitia kampeni inayojulikana kwa jina la tonetone. Lengo ni kununua virusi vya Ebola na Mpox ili viingizwe nchini na kuvuruga uchaguzi wa mwaka huu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Baada ya kauli hiyo, ACT Wazalendo waliingilia kati na kumtaka ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wamchukulia hatua kali katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Amos Makalla. Taarifa inasomeka kama ifuatavyo: katibu mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu amemwandikia barua msajili wa vyama vya siasa nchini akimtaka mchukulia hatua katibu wa siasa itikadi na uenezi wa CCM taifa cpa Amos Makalla kwa kauli aliyoitoa mkoani Simiu Machi 22, 2025 akikituhumu chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuwa kinaendesha harambee ili kupata fedha za kununua virusi vya Mpox na Ebola kisha wavisambaze nchini kuzuia uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kupitia barua hiyo ambayo imethibitishwa kuwa imeandikwa na katibu mkuu huyo wa ACT Ado amenukuliwa akisema Ninakuandikia barua hii kwa dhamana yako ya kusimamia utekelezaji wa sheria na kanuni za vyama vya siasa kwa mujibu wa kifungu cha tano g cha kanuni za maadili ya vyama vya siasa vya mwaka elfu mbili na kumi na tisa, katibu wa itikadi uenezi na mafunzo wa chama cha mapinduzi CCM Amos Makalla amekadiriwa na vyombo vya habari akisema kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kinaendesha harambe ili kupata fedha za kununua virusi vya na ebola kisha visambazwe nchini kuzia uchaguzi mkuu mwaka huu eb kwa maoni ya act wazalendo kauli hii ni ya kizembe isiyo na msingi na inayolenga kuzua taharuki kwa jamii kauli hii isitafsiliwe kuwa ni kauli ya hujuma kwa chadema pekee bali ni kauli ya hujuma kwa nchi taswila na kiuchumi tujiulize tunataka kutuma ujumbe gani kwa watalii na wawekezaji kwamba nchini Tanzania kuna chama kinajipanga kusambaza Ebola na Mpox na kwamba hakuna uhakika wa usalama wa kiafya. Tunaiomba ofisa msajili wa vyama vya siasa kumchukulia hatua wa katibu wa itikadi uwenezi na mafunzo wa chama cha mapinduzi CCM ndugu Amos Makala. Hatua hizo zihusisha kumtaka ajieleze, kufuta kauli hiyo na kuomba radhi hadharani. Ofisa msajili wa vyama vya siasa inaweza kuchukua hatua nyingine za ziada inavyoona inafaa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa ninakutakia tekelezaji utekelezaji mwema wa majukumu yako pamoja na salamu za chama. Katibu wa siasa itikadi uenezi na mafunzo ya chama cha mapinduzi CCM Tanzania Taifa Amos Gabriel Makalla, alisema hakuna chama chochote chenye mamlaka kuzia uchaguzi kwa kuwa ni takwa la katiba ya nchi. Makalla alisema haya wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika siku Alhamis katika uwanja al wa Luanda Nzowe mjini Mbeya, akiwa ameambatana na viongozi wa chama hicho akiwemo mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mbeya, Patrick Malunenge, mwenyekiti wa CCM wilaya ya Mbeya Mjini, Afrain Somba na kada wa CCM kutoka Iringa, Peter Msigwa. Katika hotuba yake Makalla ameeleza kuwa vyama vya upinzani hususan Chadema Tanzania vinajinasibu kuwa vitatumia nguvu ya umma kuzuia uchaguzi kufanyika, lakini amedai kuwa hawana nguvu hiyo. Hakuna mtu au chama chenye mamlaka kuzuia uchaguzi kwa sababu ni takwa la katiba. Uchaguzi lazima ufanyike, na sisi tuko tayari kushinda kwa haki na kwa hoja, alisema Makalla Aliongezwa kwa ushindi wa CCM katika uchaguzi wa serikali za mitaa, vitongoji na vijiji wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne ulikuwa ni jaribio la mitambo, huku akisisitiza kuwa uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano utampa CCM ushindi mkubwa kutokana na rekodi yake ya utendaji bora kwa wanachama. Katika mkutano huo, Makalla pia alieleza kusikitishwa na tukio la kupigwa na katibu mwenezi wabawacha taifa siglada Mligo lilipotiwa kufanywa na mlinzi mmoja wa Chadema. Alielekeza viongozi wa sisemu wa mkoa wa Njombe kumtembelea Mligo na kumpa pole kwa tukio hilo. Akizungumzia suala la tume huru ya uchaguzi, Makala alisema serikali inahakikisha tume hiyo inapatikana kwa njia shirikishi, tofauti na zamani ambapo rais wa nchi ndiye aliyeteuliwa watendaji wake moja kwa moja. Amewataka wananchi kutosusia uchaguzi mkuu mwaka huu kwa sababu tume hiyo sasa ni huru na chaguzi utakuwa wa CCM imejipanga kushinda kwa haki na kwa kishindo na tunataka kuhakikisha kuwa kata na majimbo yote ya mkoa wa Mbeya yanachukuliwa na CCM, alisema Makala. Kwa upande wake, mchungaji Peter Simon Msigwa ambaye aliwahi kuwa mbunge wa Chadema kabla ya kuhamia CCM aliwataka wanachama kutosusia uchaguzi kwa kuwa ni njia muhimu wa kupata viongozi wa kuwatumikia wananchi. Ameisifia serikali ya CCM kwa kusema kuwa ni serikali imara na sikivu inayoshughulikia matatizo ya wa wanachama kwa vitendo, tofauti na wapinzani ambao wameidai hawana suluhisho la matatizo ya wa wanachama. Alivyohutubia wananchi wa jiji la Mbeya mkoani Mbeya Alhamisi Machi 27, elfu mbili na ishirini na tano, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi ndugu Amos Makala alisema: Vuguvugu la kutaka kususia uchaguzi kwa madai ya kutaka mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi kuna kufanywa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ni madai mfu. akieleza kuwa serikali imefanya mabadiliko mengi ya kisheria na muundo wa tume ya uchaguzi. Makalla alieleza kuwa miongoni mwa maboresho yaliyofanyika ni pamoja na kuwa na tume huru ya Taifa ya uchaguzi ambapo pia mabadiliko yamefanyika kwenye namna upatikanaji wa wajumbe wa tume hiyo, ambapo sasa wajumbe watapatikana kwa kuomba nafasi hiyo kufanyiwa usahili na jaji mkuu wa Tanzania na Zanzibar na baadaye mapendekezo kupelekwa kwa rais. Aidha, wajumbe hao pia wamewekewa kinga, ambapo rais kama ilivyokuwa zamani hatakuwa na mamlaka ya kuwaingua kwenye nafasi zao mabadiliko ni mengi yamefanywa, na nipo hapa kuambia wale wenzangu wameogopa tu uchaguzi, wameogopa kuingiza timu uwanjani, japo ile halina uhusiano na dabi iliyokuwepo tarehe nane, alisema Makalla. Alipozungumzia mabadiliko mengine, Makalla alisema bunge pia limepitisha sheria inayokataza mwanasiasa yeyote kupita bila kupingwa, pamoja na wakurugenzi wa halmashauri kuzuiwa kusimamia uchaguzi kama ilivyokuwa zamani na badala yake uchaguzi utasimamiwa na maafisa waandamizi wa umma. Chadema kususia uchaguzi utakuwa mwisho wao, alisema Makalla. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uchaguzi mkuu, maana yake lazima ushinde uchaguzi mkuu. Sisi tulitumia uchaguzi wa serikali za mitaa kutesti mitambo na mitambo imetiki. Tunataka kushinda tena kwa kishindo uchaguzi mkuu huu, na nataka niwahakikishie CCM tupo tayari kwa ushindi. Wenzetu hao wanapita wanahadaa watu wanadanganya watu, eti tutazuia uchaguzi kwa nguvu ya umma. Hapa Mbeya kuna nguvu ya umma zaidi. Nguvu ya umma nimeiona Rukwa huko, wanapokea samaki. Nilimsikia mtani wangu kabla ya kwenda kule Nkasi, Tundu Lissu aliongea, alisema yule mbunge wa Nkasi wa kupewa siyo halali, alipopewa tu samaki kamlemea kakaa hivi kanacheka tu. Kwa hiyo yule samaki kahalalisha kuwa Kenani ni mbunge halali wa Chadema. Kama hawatashiriki uchaguzi huu shauri yao, na ndio mwisho wao wa kuwa chama kikuu cha upinzani Tanzania. Kwa hiyo meseji hiyo iwafikie, tunaenda kwenye uchaguzi kwa matakwa ya katiba. Hoja wanazozijenga ni za kitoto, eti tunataka mabadiliko, bila mabadiliko hatuendi kwenye uchaguzi waliahidi mabadiliko kwenye chama chao hawajafanya, leo unawezaje kutaka mabadiliko mengine? Mwenezi wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Amos Makalla, kwenye mkutano wa hadhara Mbeya mjini.